Haya, karibu Mzinga. Unasikia sasa hivi kupitia Flyover ya Bongo FM, na tunatamani kukusikiliza wewe. Ni mwana michezo na unafuatilia zaidi, na huenda ukawa unafahamu zaidi ya hiki ambacho mimi nimekieleza hapo. Karibu. Uh, asante sana Saidi. Kwanza ni wapongeze, mimi ni miongoni mwa mashabiki ya kipindi chenu. Kipindi chenu ni kizuri sana, na nimekuwa nikifuatilia mjadala huu kwa tangu mlipoanza Okay, mpaka um, kufikia hivi sasa, lakini nimeshukuru leo kupata nafasi kwa mara ya kwanza kuchangia mm. Basi na mimi kwa namna ambavyo nimeelewa nitajaribu kuchangia hapo. Karibu uh, hiyo barua uh, ni barua ambayo inatoka CAF na imesainiwa hapo chini na Masengo Mba Veron ambaye ni General Secretary wa CAF uh, kimsingi barua hiyo inaeleza kwamba wataenda kucheza uwanja wa Amani lakini ukiangalia uh, kwa undani hiyo barua inaeleza pia kwamba hayo yametoka kutokana na kamati maalum ya wataalamu wa masuala ya viwanja yani pitch consultants, wale wataalamu wa kafikafi na watu wao mm. Wataalamu wa masuala ya viwanja ndio ambao wameamua huo mchezo upelekwe katika uwanja wa Amani na utoke Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu kipindi hiki ni cha mvua sana ndani ya Tanzania. Sasa unaweza ukajiuliza swali, huko mm. Zanzibar na kwenyewe pia ni Tanzania na Zanzibar pia mvua inanyesha, hapo tunakuja kisalamu. Ile pichi ya kwa namna ambavyo mimi nimeelewa, mm. pichi ya mkapa ni natural grass, nyasi asilia kabisa, nyasi za Mungu, halafu uwanja wa amani ni hybrid grass, yani nyasi zilizochanganywa, kuna nyasi za Mungu na nyasi za mzungu mm. yani feki ambazo zimeunganishwa pale, kwa hiyo ni uwanja ambao maji hayatuami. Kwa hiyo hata kama itatokea nanyesha mvua kubwa kwa kiwango gani, hayawezi kukaa maji pale, na huu uwanja wa Mkapa kwa kipindi hichi cha mvua nyingi ikitokea uh, maji na, mvua na inanyesha nyingi, maana yake maji yanaweza kukaa. Kwa hiyo binafsi hiyo barua nimeelewa kwenye kwenye engo hiyo, lakini tukija engo ya pili mm, uh, au, au muda utoshi <laughs> una dakika <moja. laughs> kwa kumalizia kidogo sana <laughs> katika engo ya pili, haraka haraka eh. Uh, nimeona mitandaoni, mitandaoni watu wanahusianisha na na hiki kinachotokea na kama fitna za um, mpira wetu sisi wa Afrika mm, na watu wamekuwa wakimposti na kumzungumzia sana Fouzi Lekjaa ambaye ni alikuwa rais wa hii klabu ya RS Berkane kwa kipindi cha miaka kumi. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wana nguvu kweli kweli, si tu ndani ya CAF, hata kwenye shirikisho la soka la kimataifa yaani FIFA. Huyu mtu amekuwa na nguvu kubwa sana na yeye ndiye ambaye alifanya kazi kubwa ya kushawishi mataifa kama Ureno na Hispania kwa na fainali za kombe la dunia kwa kushirikiana na Morocco mwaka elfu mbili na thelathini. Kwa hiyo inaonekana kama ana nguvu kubwa ambayo imeshawishi CAF kuamua hiki ambacho kimeamuliwa, lakini uh, ni- niseme tu kwamba Simba, kwa navyojua, kwamba Simba wanapambana kuirudisha hii mechi kwa Mkapa ili uweze kuchezwa hapo sasa convincing power mna nguvu namna gani ya kushawishi ili kafu irudishe tena, familii, tena finali kwa Mkapa. Asante, asante asante, yeah, muda, uh, eh. Asante asante sana kwa sababu ya muda asante sana sports venue watafuta Mzinga, lakini tukushukuru Mzinga umetisha sana kwa hiyo Zanzibar hivyo uh, uh, <laughs> <laughs>